Laana inatembea ili, wallahi, naaba mbele ya Mwenyezi Mungu, Dube afanye vizuri, ende akamwombe msamaha zaka za kazi. Hajamroga, isipokuwa amesikitika na kumia katika nafsi kwa namna ambavyo walivyomfadhili na namna ambavyo alivyokuja kuwadhalilisha. Kwenye alishapelekwa mpaka kwenye maombi, kwenye maombi hawakuona hilo, hawakuvunja hiyo laana. Haikuvunjika. <laughs> Nupayana, <ris> si kila ambayo unaokwenda kumwombea ya maombe yale Mungu anayakubali, mm. Kila mmoja ana nafasi yake ya kuomba lakini Mungu ana nafasi ya kufanya maamuzi nani akubali, nani akataa. Ombe la mchungaji kipindi kile imekataliwa, hakuna kipindi cha mpito, shaka ndio biashara imeisha. Sasa ni nani? Yule nani? SGR amepitia hapo. Budo naye baadaye anasimama. Nasema hivi yawezekana Budo alipitia huko yawezekana Mtare alipitia huko wakaomba maombi yao yakakubaliwa, ila ya Dube zakazakazi kakunja roho. Waende waende waende kwa zakazakazi. Yani kumkubali, namkubali kwa sababu binadamu ameumbwa na Mungu siwezi kumtenga, lazima nimkubali. Unakumbuka kipindi hiko Azam alikuwa kila akikutana na Simba lazima watusue. Uenda ndo maombi yenu mabaya pia, mnamkwamisha Dube. Mi nafikiri Dube alikuwa kwenye timu sahihi ya Azam Football Club, alikuwa anapata huduma ambazo zile ambazo naostahili kufanyaje kupata kupungua kwa kiwango chake Dube, ukiachia zaka za kazi, amekuja kwenye timu ambayo ina fasiliti zote za kwenye football. Kule alikuwa anafunga, kwa sababu alikwenda kwenye timu ambayo imetumia ina fasiliti zote kwenye football. Hata kama unaita mashine mbovu, unategemea wachezaji na nani vipi bana? Mavara Vikae kisogo, tumzungumzie eh, simba mweusi Jonathan Soa aliingia kambani siku ya Jumamosi. Anaendelea kuonesha kwamba ni nini simba mlikiona kwa upande wake, hebu tuambie, na ile goli lake ambayo aliuzungumzia mwaka jana. Ndo mchezaji ambaye alicheza mechi chache alifunga goli nyingi mwaka jana, mechi chache, goli nyingi, na kumleta simba mwaka huu. Hatukumleta kwa bahati mbaya, tumeona uwezo wake na tumemleta kwenye Simba na kuna watu walisema Jonathan Soa akifunga goli tatu tu tuwatafute. Leo hii Jonathan Soa na goli mbili kwenye mechi tatu, sasa laana yao imegoma na, na ukienda katika kitaalamu kwenye football amefunga goli mbili ameasisti ngapi? Moja. Mimi naamini Wekeni clip. Jonathan Soa anakwenda kuwa mfungaji bora kwenye ligi ya NBC. Anakwenda kuwa mfungaji bora kwenye ligi ya NBC. Jonathan So, kwenye uh, eneo lenu la kiungo imeonekana wanafunga sana mpaka ilifikia tu Ahmed Ally anasema kwamba viungo eh, eno eneo la ulinzi pale wanafunga sana kuliko washambuliaji wao tukamwona nangu kaingia kambani pale, katika eneo ambalo Simba bado hatuko sawa sawa, kwenda kufunga ni golikipa peke yake ah. Eh, lakini maeneo ya mabeki wamefunga mm, midfield wamefunga, forward wamefunga. Sasa hivi tunachosubiri Yakubu Suleiman naye afunge kwenye kona, ataenda atapiga kichwa na atafunga, au Kamara. Yes, Kamara anakwenda apiga kichwa, au Abedi atakwenda anapiga kichwa, lakini lazima niseme timu yetu ina mabadiliko makubwa sana. Mi naamini tunatamani sana kuona namna ambavyo Simba inakwenda kuwa mabingwa wa ligi confidence wenge. Kwa wanasimba wengi tunaamini kwamba tutakuwa mabingwa, lakini lazima tuamini kwamba ligi bado kikubwa, tuendeleze kwenye dua na sara, tuendelee kuwapa support wachezaji wetu, aina ya kikosi tulichokuwa nacho aina management ambayo ilio Hivyo, kuwepo namna ambavyo wanavyojitoa wadau wa Simba Sports, inshallah mwaka huu tunakwenda kwa mabingwa wa ligi, inshallah, mwaka huu, chini kwa, kwa mwanga umeonekana yes, mmemaliza yes, lakini mimi nahitaji kusema leo, leo, leo, leo ni tarehe kumi, sawa leo ni tarehe kumi. Tumebakiza siku kumi na mbili nda katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika mm. Mi naamini moja katika klabu ambayo iko kwenye kundi gumu ni Simba Sports. Niwaombe sana wana simba, katika muda ambao mwanasimba anatakiwa ajitoe kwa jasho na damu ni muda huu wa siku kumi na mbili kuekea katika mchezo wetu dhidi ya Angola. Bado mnataka mfanye chochote ili kuona namna ambavyo simba anakwenda kwenye maisha yake ya klabu bingwa bana, anafika na kufanya vizuri, kufika robo fainali. Tunahitaji wanasimba, mbaya zaidi waandishi wa habari, tumieni vyombo vyenu vya habari kwenda kuambia wana Simba. Naam, hao ni wekundu Msimbazi, Simba.

Naam, hao ni wekundu Msimbazi Simba. Kiwa wanaingia Naam, hao ni wekundu Msimbazi Simba akiwa wanaingia